Hayo amesemwa na waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa William Lukuvi wakati kamati ya kudumu ya bunge ya ardhi na mali asili ilipotembelea wizara hiyo ili kuondoa udanganyifu huu wa nyuma. Kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu unaofanywa makusudi, ni kweli, sio mkanganyiko wa kisheria, ni udanganyifu unaofanywa makusudi na baadhi ya watendaji wanaoshawishiwa kwa pesa kutoa ardhi nyingi kwenye vijiji kinyume cha utaratibu, lakini huo utarekebishwa tu kwa kadri tunavyoendelea sasa na matumizi ya technology. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati hiyo ameitaka wizara ya kuongeza kasi ya utendaji wake na hasa katika kukomesha migogoro ya ardhi. Sisi mapendekezo yetu ni kwamba sasa mao mnatumia hata vyombo vya habari kuwataja majina wale wote ambao mnadhani mnatakiwa mnawasiliane nao, ili watu wasiwe na swala la kujitetea. Mimi ninajua kabisa kuna kesi nyingi sana ziko mahakamani, ambapo watu wanadai kwamba mlivyonitumia barua mimi sikuipata. Sasa kuepuka hilo, napendekeza sana Mweze kuwa mnatumia media kwa ajili ya kurekebisha kasoro. Katika hatua nyingine, kamati ya Bunge inayoshughulikia mashirika ya umma chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Ilaria Eshi imeipa Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto wiki mbili kuwachukulia hatua wale wote waliosababishia serikali hasara ya zaidi ya shilingi bilioni moja kwa kufanya malipo yasiokuwa na nyaraka. Afisa masuhuli achukue hatua za uwajibikaji kiutendaji na kiutawala kwa wale wote waliohusika na dosari zifuatazo malipo yasiyokuwa na nyaraka ya shilingi bilioni moja milioni mia tatu themanini na tisa mia mbili thelathini na nne na mia tano thelathini na nne malipo ya mishahara kwa watumishi waliostaafu shilingi milioni themanini na saba kwa mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na mbili kumi na tatu na malipo ya mishahara kwa watumishi wengine waliostaafu shilingi milioni sabini na nne kwa mwaka wa fedha elfu mbili na kumi na tatu, kumi na nne. Awali wa wajumbe wa kamati hiyo wakiwemo mheshimiwa Naghenjwa Kaboyoka waliwabana viongozi wa wizara hiyo kwa hoja mbalimbali, ikiwemo taratibu unaotumika kuwapeleka wagonjwa nje ya nchi kuwa majina yanayopelekwa sio yale yanayopaswa kwenda. Kikije wagonjwa wanaopelekwa India kwamba nani ana anahakiki kwamba kweli aliyepata kibali ni huyu mmoja na msaidizi mmoja kwamba ile hospitali hawa hawalali watu wanne au watano na kulishwa pale afu bili na kuja kwenye wizara pili. Je, yule aliyeandikiwa lile jina ndio yeye mwenyewe? MSD ina, ina very very watertight system ya, ya procurement ambayo ina ina, ina, ina yani jinsi wanavyoanzisha mchakato wa kutafuta source kuprocure kutunza lakini vilevile na kugawanya kwa system ilivyo sasa hivi utakuwa ni muujiza mkubwa sana kwa mtu aliyekuwa na expired product katika duka lake kuzipenyeza kuja katika MSD, alafu MSD mlipe. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri unaelewa kabisa kwamba MSD ina deni kubwa sana. Ni moja kati ya maeneo ambapo kamati hizi za bunge zimeendelea kufanya kazi zake, ambapo sasa moja ya kamati imefika katika wizara hii ya ardhi kwa lengo la kujionea namna gani ambavyo utekelezaji wa shughuli zake unafanyika. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.